Soka linachezwa uwanjani lakini wanaolijua tunao huku kijiweni. Huyu kasema hili na yule kasema lile. Nani yupo sahihi? <lipo> Twende kijiweni na kijiwe soka. Kijiwe soka kila siku ya Jumatatu, Alhamis na Jumamosi saa tisa kamili alasiri. Kijiwe soka, soka lipo huku. Okay, okay. Ebana um, e mambo vipi, ndugu mtazamaji wetu wa FGA TV, karibu sana katika kipindi chako namba moja Tanzania, kipindi cha kijiwe soka, na leo hii nimetembelea moja ya kijiwe maarufu hapa mjini na kubwa zaidi. Tutaenda kuangazia mchezo kati ya Simba na Singida Black Star, kwa maana tunajua ni nusu fainali ya CRDB. Mimi sina mengi, lakini kijiwe kina mengi. Wananiita kepteni Musha ama ajua Kim Mushi, mtangazaji wao kutoka FGA TV, tuwa wote kwenye jahazi hili mwanzo hadi mwisho, karibu sana Twende kijuweni na kijiwe um, kama mnavoona nipo na mzee wangu hapa. Mimi simjui na nyie hamjui, lakini atajitambulisha na kumfahamu yeni nani anatoka wapi na ni shabiki wa timu gani. Mimi sitaki kuwa mwongeaji sana, lakini baba angu atongea. Baba shikamu. Baraba bwana, kwema. Kwema sana. Ubaya ubaya ubuela. Ubaya. Kila mtu anajua ubaya ubwela. <laughs> <laughs> E, na lazima litakufa jitu <laughs> ukweli, ndo huo litakufa jitu, jitu. Yeah. Um, babangu kaanza na kauli za kibabe sana kwamba litakufa jitu. Babangu, we ni shabiki wa timu gani? Eh bwana, kama kawaida, upaswu hata kuuliza yeah. unaona yeah. ngoma unaona hii yeah. hii yeah. ni mnyama wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club yeah, e. yeah. ubaya ubwera babangu, umeanza kushabikia um, Simba mwaka gani? Eh bwana, mimi Simba nimeanza kushabikia mwaka elfu moja mia tisa na sabini na nane nikiwa kijana kabisa. Naona na wakati huo Simba inaitwa Simba kweli kweli ikiingia uwanjani yeah. Yanga hatoki tupe matukio hata mawili matatu ya mwaka sabini. Mwaka sitini. eh bwana nakumbuka mimi mwaka 1974. Unaona na sabini, mm. yeah. Simba Sports mm. alishuka uwanjani na Yanga yeah. naona <laughs> bwana Yanga hamna hamna kapigwa <laughs> tena ni kichapo ambacho mpaka leo yeah. hajawahi kukirejesha. Ni kichapo cha goli ngapi? Ilikuwa bao sita bwana babangu um. anaongea point. Tunarudi sasa kwenye timu yako m um, wewe ndo Fadu Davis leo hii em nipangie kikosi cha kwanza dhidi ya Singida Black Star. Siwezi kukupangia kwa sababu hiyo ni kazi ya mwamuzi e, kwa mfano kaza, kazi. Wewe leo hii ndo Fadu Davis e. Umepewa viatu vya Fadu Davis bana, tupangie kikosi cha kwanza leo hii nasema hivi, hiyo ni kazi ya kocha mwenyewe. Unaona, utakuwa unaingilia mamlaka makubwa sana ya kocha, na siku zote nasema kwamba hata unizo, ukiniuliza kwamba mechi ya Singida na, na Simba itakuwa vipi, mi nitakwambia, mimi sio shehe haya, okay. wala sio mtabiri okay. lakini ninachosema ni dakika tisini uwanjani, zikidili zikimalizika, ndio tutajua sasa nani mbabe ijapokuwa karata yangu mm. anaipa <laughs> zaidi kwa wekundu wa Msimbazi. <laughs> Um, baba yangu anasema karata yake anawapa wekundu wa Msimbazi. Um, swali moja leo hii sasa, wewe upo kwenye kamati ya usajili wa Simba, ni mchezaji gani ambaye wa Yanga unatamani msimu ujao avae jezi nyekundu? Kwanza kwa utamaduni wetu sisi Simba mm. si ndio sisi Simba hatuna utamaduni wa kuchukua wachezaji Yanga <laughs> ila Yanga wao wana utamaduni wa kuchukua wachezaji wapi Simba, lakini, lakini sisi kama Simba hatuna utamaduni wa kuchukua wachezaji wa Yanga eh, Magarasa tuliona nio nzima miaka fulani alitoka Simba akaenda Yanga hiyo, alitoka Yanga kaenda Simba miaka hiyo, wale walikuwa wanatafuta zaidi pesa, lakini hasa Simba kindakindaki, Simba kindakindaki yeah. ah, sisi hatuna shida na wachezaji wa Yanga Unaona, ila wao yanga mm, wana uwezo wa kuchukua, ndio wao. Unaona, hata siku za karibuni wanawataka sana wachezaji kutoka simba mm, unaona, naona kwenda yanga kucheza, lakini ukifika kule napo wanakuwa magarasha tu. okay, unaona okay. kwa hiyo nikwambie tu kwamba e, mchezaji wa simba kindaki kindaki mm, yule ambaye ana uwezo mkubwa wa kucheza kabumbu hawezi kuchukuliwa na yanga. Sisi huwa <laughs> tunawaachia mbaya, nendeni <laughs> chama Chama sio ni, ni mchezaji mkubwa yule, ashakwisha. Japokuwa ndio maana nakwambia hivi uwezo wake chama kwa Simba ulishapotea, unaona, lakini alipofika kule kwa Yanga akakuta ah, kule kuna wachezaji wa levo yake, na ndio maana kangara. Sasa, neno moja la mwisho kwa mashabiki wa Simba Sports Club kuelekea mchezo wa leo, ungependa kuwashauri nini? Kwanza uwanja eh, mechi, mechi ya leo kati ya Simba na walima alizeti. Eh, niseme kwamba ni mechi ngumu kwanza, lakini kikubwa pamoja na ugumu sisi tunasema amebana araachia. <laughs> Naona yani atake asitake lazima apigwe, okay. Na, na sisi lengo letu ni kuingia fainali na yule anayesema kwamba Simba wananikimbia kimbia mm. Lakini sisi tunasema tunataka tuingie naye fainali yeah. na mwisho wa siku yeah tumuondoshe vile vile. La e, kweli lakini ni, niwambie tu mashabiki wa Simba yeah. kwenye mabanda umiza ambao wengi awezi yeah. e, kwenda kule kuchungulia kule kwa raha yeah. naona lakini niseme tu kwamba mchezo huu mm. wa Simba na Singida mm. ni mchezo mgumu lakini tutashinda, na tushangilie katika kila aina, tuhakikishe kwamba wekundu wanaondoka na ushindi, ili tukamkabili yule ambaye anasema anatukimbia kimbia. Babangu nandai, mimi sikudai, lakini kikubwa tu niseme yeah. Simba ubaya ubwela, mimi nasema hivi Simba nguvu moja. Um, baba wangu amesema hivi wamebana, wameachia Singida. Nadhani nimemuona mzee wangu am um, leo tunacheza dhidi ya Singida. Je, unaona Simba kushinda? Ushindi lazima wakubebwa? Hapana, hapana, hapana <laughs> si wakubebwa <laughs> um, ungependa kwa shauri nini wachezaji wa Simba kama leo hii ungepata nafasi ya na wewe na wewe kuwa elite pale kwa raha babati kwa kweli nawatakia kila raheli hapo, sehemu ambako nanilia kuna shida, labda warekebishe kidogo, alafu watashinda. Ushindi utakuwa ni mzuri, au sio? Ndio unanidai? Hapana, hizi hapa. Nimemalizana na dada yangu hapa, anasema hivi wajitahidi, ushindi bado upo. Pembeni yake kuna dada mwingine, naye nilikuwa natamani piga naye story, ila sijui kama ni shabiki wa Simba ama wa Yanga. Dada mambo vipi? Emeliana. Emeliana nani? Emeliana, Paula, wewe ni shabiki wa timu gani? Simba. Simba? Mm. Empiga vigelegele <laughs> <laughs> ah. um, leo tuna mechi dhidi ya Singida Black Star. Je, unaona Simba kushinda, tutatoboa? Tunatoboa. Tunatoboa kabisa. Kweli? Kweli. Mbona unajiamini sana? <laughs> <laughs> Ndio. Embu kiburi hicho unakipata wapi? Mwangalie mtazamaji wetu wa FGA TV afu mwambie Simba tunashinda kwa sababu tuna moja mbili tatu Tunashinda bwana, tunatoboa kwa uwezo wa Mungu, tunatoboa. Au sio kwa uwezo wa Mungu tunatoboa eh, dada unanidai? Hapana. Hizi hapa. Nimemalizana na dada yangu hapa anasema hivi, kwa uwezo wa Mungu tutatoboa. Bado nipo kijiweni um, babangu shikamu. Babu jambo ba. Jambo bwana. za za za asubuhi. Nashukuru Mungu bwana. Um, wewe ni mdau wa soka? Wa soka. Ni mdau wa Wewe ni shabiki wa timu gani hapa Tanzania? Ah, mimi napenda mnyama. Simba. Ndio. Um, Simba yupo uwanjani dhidi ya Singida Em, toa maoni yako ama ungependa kuwashauri nini mashabiki na wachezaji wa Simba kuhusu mechi ya leo? Kwanza ah, na washauri mashabiki wajae wakashangilie timu yao, lakini pia kwa wachezaji wa Simba, timu ambayo anachezao ni mzuri sio, sio utani mm. Kwa natakiwa, waongeze jitihada zaidi ili waweze kushinda, na kwa sababu Simba inataka sana icheze na Yanga, kwa lazima wakutane finali ikusudi aweze kuonyesha ubaya ubwela. Umemtaja mtani wako ambaye yuko finali, je kwa yeye Yanga kutangulia fainali hii yakupi hofu? Hamna hofu yoyote, kwa sababu Yanga ukichukulia historia yake hasa kwa miaka hii miwili mitatu, ni timu ambayo inabebwa sana na waamuzi. Angalia Kayoko alichokifanya kwenye ile mechi. Kwa mfano, leo wanalalamika Yanga kwamba Singida imenyimwa nani, imenyimwa penati ngapi? Mbili, lakini wanasahau kwenye mechi ambayo walicheza na Simba, Simba alinyimwa clear penalty ngapi? Bwana sasa, kwa nini au kwa sababu, huyu ni mdogo wao, kwa hiyo <laughs> eh, lazima wavumilie. Ona, huyu ndio ubaya ubwela. Um, tumeona mechi iliyopita ya ilikuwa ni ya ligi kati ya Simba na Singida yeah. Umezungumzia swala la penati yeah. Vipi helisasi ama vipi waamuzi wetu, huoni kama wanaleta kasumba kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mchezo wetu ukizingatia ligi yetu ni ya tano barani Afrika yeah. Ukweli ndo huo kwamba waamuzi wana mapungufu mengi sana, ila kuna kitu ambacho kilifanywa ki na GSM ndo amewaribu mpira wa Tanzania kwa sababu uwezekani JSM, yes, ni mwanachama, ni mfadhili wa klabu ya Yanga alafu anafadhili timu zaidi ya nane. Kwa hiyo unaona michezo yao wanayocheza Yanga na Singida, bakicheza Yanga na Dodoma Majiji, yani kama ni mchezo ambao wanacheza mtu na nani na dada yake, yani wanapeana magoli nini. Kwa hiyo lazima Simba naye aonyeshe ubaya, ubwela kwenye. okay. upande wa pili mm. okay. Eh, kwa hiyo mpira umewaribu Yanga. mm. okay. Eh, Am, sasa kwa mfano ungepewa viatu vya Fadu Davis, mm. ungeambiwa panga kikosi cha leo, wewe ungeanza na nani? Uh, Kamala kama kawaida, upande wa kulia Kapombe hapa kushoto na, na, na ekwe, ekwe, ekwe, kulia Kapombe kushoto anacheza Shabalala mm. nne pale na naenda naye yule Mtanzania wetu aliyetoka South Africa nani, Abdulazaki, mnaona namba tano leo namweka cha Maloni. mm. okay. uh, sita hapa yule leo mzee wa kata umeme, unaona kagoma kagoma. Eh nani nakwenda naye nani, mzee wa magoli mengi, unaona anayeongoza awa. Namba tisa hapa leo nitakwenda na mkwala eh, de same mkwala unaona. 10 nitakwenda na kibdi eh. 11 kuna mtoto wangu huyu amemsahau sana siku nyingi sana huyu, nani, cha sambi, ningempeleka huko. Alafu namba saba nitakwenda na mpanzu, unaona ile mpanzu eh, yani Baba angu kapanga ajiwe la CAF Champions League kwenye yani, anaua anauwa nzi kwa nyundo. Um, sasa kwa mfano, ungepata nafasi ya kukutana na Modeuji, ungemshauri nini Modeji? Ningemshauri atuletee Feisal Salumu, unaona, alafu kuna yule mwamba ile wa ile triple ile striker lile eh Mabululu, Mabululu. Mm. Hey, yule angehua ndani ya nyumba, ili sasa tumalize nzi wote wanaosumbua hapa mjini okay. Mm. Um, hey. Neno moja la mwisho sasa kwa mtazamaji wetu wa FGA TV, ungependa kuwashauri nini mashabiki ambao, maana tumeona kuna vurugu zinatokea, mashabiki wa Simba wanawapiga mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Simba wanawapiga, hili wewe kwako limekaaje? Ule ni ushamba, unajua mpira ni burudani na mpira unachezwa hadharani, kwa hiyo nafikiri tuwache zile tabia za kupigana, kwa sababu unajua sisi ambao tumeanza kuangalia hizi mechi muda mrefu, Simba na Yanga ilikuwa ni utani, yaani mmoja akifungwa ya yule ambaye amefungwa wanaenda kumfariji, wanamnulia kahawa, wanakunywa kijiweni. Sio kama hii ambayo ya sasa hivi watu wanapigana, wanavua na wanachaniana na nini. Yeah. mafulaha jezi, unaona huu. Yeah. ni ushamba, wache. Mm. Lakini pia TFF iangalie kanuni zake huu mpango ambao umefanywa na Yanga kudhamini vilabu vingi na haribu soka la Tanzania. mm. yeah. Soka letu wengi sasa hivi wanachukia, wapendi kuliangalia ku, ku, ku wa, wa, wa yeah, a na e, vilabu. Mtu mmoja kuza timu zaidi ya tano ndani ya ligi moja. Hii nayo imekuwa ni sababu ya kupanga matokeo ama ile kupeana, maana kuna kocha wangu mmoja sasa hivi hayupo matamo, wanasema kupeana. Am, sasa neno la mwisho baba yangu, ungependa kuongea nini? Hebu ongea chochote Mi uh, nafikiri mpira ndio burudani ambayo inapendwa na Watanzania, unaona, na inawatukutanisha pamoja, yaani watu wanasahau matatizo yote yaliyoko kwenye nchi. Unaona yaani, kama kuna siasa chafu kuna, kuna, kuna njia, lakini tukija kwenye mpira haya mambo tunaweka kwee. Lazima mpira uenziwe na watu wa udhamini na viongozi wetu wachukulie kwamba hii ndio sehemu ya kutuweka pamoja kama Watanzania. Babangu kamaliza hivi, yani watu wajue kwamba mpira sio ugomvi, mpira ni mchezo ambao unakutanisha watu, mpira ni ambao unaunganisha watu. Aa, mimi naitwa Kapteni Mushi, Joakim Mushi, mtangazaji wako Maraba, ujambo? Kwema, kwema. Basi linakuja, mbona kama una stress <laughs> hivi? Hapana. We ni shabiki wa timu gani? Mi shabiki wa simu ya Simba, Simba. Amina. Kwa nini naipenda Simba? Naipenda Simba kwa sababu Simba, Simba ni yani timu ya zamani ambayo tunaijua kuanzia utukua wasu, wadogo, sio na kuna Yanga hapa. Sasa mbona unahitaji timu moja hata Yanga sawa, mm. E, A, wanacheza Simba. Leo anacheza Simba na Singida Black Star. Aha. Uh -huh. E, Je, unaiona Simba kushinda? Naona Simba watashinda. Watashinda goli ngapi? goli ngapi? Dadangu kamaliza akasema hivi Simba leo atashinda goli tatu. Ah, um, mimi nitakutafuta Simba akifungwa, nitakutafuta hata Kondoa, nitakuja. Um, kama mnavyoona bado nipo kijiweni, bado naendelea kusanya maoni ya wadau, bado naendelea kupiga story na wadau. Mimi wananiita Captain Mush, Joakim Mush mtangazaji wao kutoka FGA TV. Tuwe wote mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Tuwe wote. Um, nadhani mmeshapata maoni ya wadau, nadhani mmeshapata maoni ya mashabiki wa mpira. Mengi yameongelewa. Mimi ni katai mimi ni nani? Wananiita Captain Mush ama Joakim Mush mtangazaji wao kutoka FGA TV. Um, na, ananifanya na ng'ala mbele ya kamera, wanamwita God Listen Michael mtu mbadi. Um, hadi wakati mwingine nikutakie maandalizi mema ya weekend jema njema, bye bye.